Sasa tuielewe situation wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi, jamani, huwa kuna migawanyiko, kuna anayempenda mbunge huyu, kuna anayempenda mbunge huyu, kuna anayemtaka huyu ashike dola. Tukumbuke it's a very, very delicate moment. Kwa hiyo tuelewe, sio kipindi cha kawaida. Ndio maana tunatoa haya mafunzo. Watu wako kwenye tension, lakini onyo Jita, tusi, tujihadhari kusambaza taarifa za uongo, kuchochea migogoro au kutoa majukwaa kwa wale wanaochochea migogoro. Wote tunafahamu kabisa kwamba yule ndio kinara wa mgogoro, sio siri. Watukutu kwenye jamii wanafahamika. Lakini wewe ukimwona mtukutu unasema huyu ndio haswa. Hebu tuingie studio tuhojiane. Unaona, utapata maneno matano. Lakini kumbe unakuza mgogoro.